Kampuni ya Hayles Tanzania Limited imesema imedhamiria kuleta mabadiliko makubwa ya usafi wa mazingira katika mkoa wa mjini Magharibi ili kuweka mji katika hali ya usafi. Hayo yameelezwa na meneja wa kampuni hiyo Alan Sud wakati alipozungumza na waandishi wa habari Kiembe Samaki wakati wakiendelea na zoezi la usafi wa barabara ya uwanja wa ndege Mnazi Mmoja. Kampuni yetu kwa kushirikiana na vikosi vya serikali vya K, KMKM na JKU tumedhamiria kweli kuleta mabadiliko katika usafi wa mazingira hapa mjini Zanzibar. Sasa hivi tumepewa a, mkataba wa kufanya kazi a, mjini wa mkoa mjini wote kuzoa taka, kukua mifereji, kusafisha a, a, majani pamoja na hata kupaka rangi kuta ambazo zipo pembezoni ya barabara ya mnazi moja mpaka airport. Amesema wanatambua wa kuwa Zanzibar inatarajiwa kuwa mwenyeji wa michuano ya kimataifa ikiwemo Afcon na Chan, hivyo wana jukumu kubwa la kuhakikisha harakati za usafi wa mji zinaanza mapema, huku akiwataka wa wananchi kuwa wazalendo kwa kulizingatia na kulipa kipaumbele swala la usafi. Kwanza kabisa niombe ni tu kusema kwamba kampuni nyingi hazitoe elimu kwa jamii, kwa sababu kazi ya usafi siyo kampuni tu wala vikosi tu kazi ya usafi inaanza na sisi eh, na wananchi wote na sisi tumedhamiria, kwa sababu ikumbuke kabisa kwamba eh, Zanzibar itakuwa wenyeji wa kombe la Afcon na Chan. Sasa lazima tuanze usafi mapema na ni rai yetu kwa wananchi wote, hili swala la usafi sio kampuni tu wala vikosi, ni sisi sote, lazima usafi uanze na sisi. Ndio maana kauli mbiu yetu kwenye huu mradi ni mimi ni mzalendo natunza mazingira sasa tunatoa rai kwa wananchi wote kuwa wazalendo tutunze mazingira yetu. Aidha amesema kampuni hiyo ina vifaa vya kutosha vya kufanyia usafi ikiwemo magari zaidi ya ishirini kwa ajili ya kubebea taka katika maeneo mbalimbali mbali. Kwanza ikumbuke kwamba sisi, kila mwananchi kwa siku anazalisha taka kiasi cha kilo moja kwa siku, hasa tukiwa wananchi zaidi ya laki nane mjini hapa mkoa mkoa mkoa wa mjini inazalisha zaidi ya tani 8 kwa siku. Tumejipanga kwa vifaa vingi sana kwa kweli, tuna magari zaidi ya 20 ambayo tumeleta ili tukave maeneo yote ya mjini ili kusiwe na majaya yote mjini. Naye msimamizi mkuu wa usafi kutoka Kikosi cha KMKM LCDR Amina Marzouk Ali amesema Kikosi Maalum cha kuzuia Magendo KMKM na Jeshi la Kujenga Uchumi JKU vitaendeleza ushirikiano wao na kampuni hiyo kwa kufanya usafi wa mji ili kuondoa tatizo la muda mrefu la kuzagaa kwa taka katika maeneo mbalimbali ya mjini. Na Mheshimiwa Rais tunamshukuru sana kuona huu mji wetu kidogo haupo vizuri, kutafuta kampuni ya kushirikiana pamoja na vikosi viwili ambavyo vikosi hivyo ni KMKM pamoja na kikosi cha JKU kushirikiana na kampuni pamoja ili kufanya usafi huu wa mji wetu ili kwa mazingira yaonekane mazingira mazuri, na sisi tumejikubalisha kwa hili na tuko pamoja na Mheshimiwa Rais na tutatekeleza hili agizo lake na tutajitahidi sana mji wetu huu uonekane uko vizuri na uko msafi kwa muonekano mpaka sasa hivi, na hii kampuni tunaona kama tutakwenda vizuri na tutafikia lengo la Mheshimiwa Rais aliokuwa analitaka kwa sababu sasa hivi tumeshirikiana na sisi vikosi na tunakwenda vizuri. Zoezi la usafi kwa barabara hii ya kutoka Mnazi Mmoja mpaka apoti tumelianza jana, lakini nyinyi wenyewe natumai mmeiona hali ya mazingira ilivyokuwa mwanzo na sasa hivi. Kwa upande wao wananchi wamesema, kwa upande wao wananchi wamesema zoezi la usafi linaloendelea kufanywa na kampuni hiyo limeanza kuonesha mabadiliko kulinganisha na awali na kutoa wito kwa kampuni hiyo kuendelea na kasi waliyoionyesha ili kufanya mji kuwa katika hali ya kuvutia. Rais wetu kwa kutuwekea usafi na kutuwekea mazingira mazuri sana, kwa hiyo tunatakiwa tumpe moyo mkubwa sana sisi wananchi, kwa sababu usafi ni kitu muhimu sana, na yeye anapenda usafi, na sio yeye tu, wanapenda watu wengi sana usafi, hata wageni. Nchi yetu inapendeza, imekaa vizuri utafikiri Europe na ni Europe sasa hivi imegeuka hii nchi. Changamoto ya mwanzo ilikuwa uchafu, mtu anafagia na sukuma sukuma huku nje, hana usafi, hamna chochote, lakini hawa jamaa wameingia kampuni siku mbili tu, naona hali imebadilika, imekuwa mzuri zaidi. Wananchi bwana, naambia bwana, mambo ya kunywa kahawa au machupa ovyo ovyo kutupa sio vizuri. Tumpe moyo rais wetu ili na yeye aingie ajue kama sisi tunampenda vizuri kwa, kwa mambo aliyoyafanya mazuri zaidi, na hii kampuni tunaitakia ifanye vizuri hali ya usafi Kiembe Samaki inapendeza. Tumshukuru Mheshimiwa Rais kwa jitihada zake na kutuletea kikosi kilichokuwa tunafanya kazi kwa wajibu mzuri sana. Naambia kama wajitahidi kufanya usafi, kwa sababu mji haupendezi kwa mchafu. Kwa hiyo ikiwa vizuri, i, i jambo liendelevu na wanasafisha, tutakapendeza. Sisi wenyewe tunapenda kukaa kwenye mazingira mazuri, hatupendi kukaa kwenye mazingira machafu. wakati hapo before kulikuwa mataka hayaondolewe na karibia miezi miwili saa, angalau leo tunajana, tunaona kama watu wako kwenye action ya kusafisha mji. Wananchi wenzangu, nawaambia kama wajitahidi kuweka usafi. Usafi ni jambo muhimu, maanake kuanzia wewe mwenyewe, mpaka mazingira unaokaa nayo, mpaka mazingira anakuzunguka hakuna mtu anapendezwa kuwa mchafu. Usafi ni jambo zuri sana. Kwa hiyo tunaweka mazingira sawa, tunapoona mazingira yanakuwa yanapendeza yanakuwa inaleta mwonekano mzuri katika macho yetu. Kwa hiyo tunapoliona jambo kama hilo kibinafsi, tunafurahi sana. Jambo mzuri, jambo jema sana, jambo ambalo kwa tunapoliona liendelee, liendelea. Ah, mimi niwashauri tu tu wanafunzi wenzangu kwamba tufanye juhudi bidii kuyatunza mazingira yetu sisi wenyewe kusibabu, kwa sababu unajua kabla mazingira yajachafuka kwao, tunapokuwa tunayatunza sisi wenyewe kwa hiyo hata kama wanapokuja wa, watu kama hivi kuja kuyafanyia kazi kidogo, na kuwapata shida, lakini tukishindwa kuyatunza mazingira yetu sisi wenyewe tunasababisha uh, hali kidogo isiyo nzuri kidogo hata wa mbele aashet. Kwa hiyo nawashauri wananchi wenzetu tufanye juhudi bidii kubwa sana katika kuyatunza mazingira. sha Zoezi la kuweka mazingira ya mji katika hali ya usafi na mandhari ya kuvutia linafanyika kufuatia uzinduzi wa kampeni maalum ya usafi mkoa wa mjini Magharibi ambayo inatekelezwa na kampuni ya Hayles Tanzania Limited kwa mashirikiano na vikosi viwili vya KMKM na JKU.